Kwa sababu tupo kwenye ulimwengu wa kidijitali, tuna fursa nyingi sana katika utengenezaji wa maudhui yetu. Fursa mojawapo ni kwamba teknolojia sasa hivi ipo ya hali ya juu sana, kwa hiyo tuna uwezo wa kutengeneza maudhui bora kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu ambayo ipo na ipo available mpaka kwetu Tanzania. Ni rahisi kupata background information, kama ni vitabu, vinapatikana online vingi sana, tena bure, vingi vinapatikana bure Una taarifa nyingi ziko online, kwa hiyo tuna fursa kubwa sana yani, lakini sidhani kama tunaitumia ipasavyo yani, kwa sababu wakati mwingine hata chemo cha bale kinaona kwamba kwa nini nitume watu watano sita kwenye kazi, wakati mtu mmoja anaweza kaendesha live mwenyewe akawasha na kapiga picha mwenyewe akafanya kazi. Hatuangalii the end product tunampelekea mtazamaji, itakuwaje, itakuwa na ubora kiasi gani? Unamwachia mtu mmoja afanye kazi zote, na anaweza anaweza kafanya, lakini tunampelekea nini mtazamaji wetu? Hatulizingatii sana hilo, labda tunapunguza gharama na kusave time na vitu vingine yani. matokeo yake maudhui nayotengeneza yanakuwa si bora sana.